Taarifa ya utekelezaji wa mradi wa kupeleka umeme katika kijiji cha Busoka. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha CCM wilaya, shirika la umeme Tanzania TANESCO linatekeleza mradi wa kupeleka umeme katika kijiji cha Busoka kilichopo katika kata Itete. Mradi huu umehusisha ujenzi wa laini ya msongo mkubwa wa kilovoti 33 kwa urefu wa kilomita 2, laini ya msongo mdogo wa kilovoti 0.4 kwa urefu wa kilomita 4 pamoja na transformer yenye ukubwa wa kilovoti 100. Gharama zilizotumika katika ujenzi wa mradi huu ni milioni mia mbili themanini na nne, laki nne themanini na mbili elfu na mia mbili ishirini na saba nukta sitini na sita. Mradi huu unatarajia kunufaisha zaidi ya kaya mia moja pindi utakapokuwa umekamilika. Mradi huu umejengwa kupitia bajeti ya ndani ya TANESCO. Utekelezaji wa mradi. Mheshimiwa mwenyekiti, utekelezaji wa mradi huu ulianza <coughs> mnamo mwezi Julai mwaka 2024 ambapo hadi kufikia sasa mradi huu tayari imetekelezwa kwa asilimia tisini na tisa. Kazi zilizofanyika katika utekelezaji wa mradi huu ni pamoja na kusafisha eneo la ujenzi wa miundombinu ya umeme ikiwa ni pamoja na uondoaji wa miti mirefu ambayo mafanikio. Kupitia mradi huu tumeweza kusogeza miundombinu kwa wananchi kwa ukubwa wa kilomita nne. Pia tunatarajia kupata mapato pindi wananchi watakapoanza kutumia huduma ya umeme. Changamoto, hali ya hewa na uoto. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa juhudi za serikali ya awamu ya sita ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais Daktari Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha zilizosaidia ujenzi wa mradi huu. Pia tunawashukuru wananchi wa eneo la utekelezaji wa mradi wa mradi, kijiji cha Busoka kwa ushirikiano mkubwa waliotoa na wanaoendelea kutoa katika utekelezaji wa mradi huu. Naomba kwa sana, tumepata miradi mikubwa miwili kwa maana ya vitongoji vya Mbonja sanu Mbegere hedikota hadi Itope kwa kweli ni mradi miradi hii imesaidia sana kupunguza matatizo kwa wananchi ambao walikuwa wanaenda umbali mrefu kwa ajili ya kupata huduma kwa maana ya mashine ya kusaga na vitu vingine mbalimbali mbali. Niwashukuru viongozi wangu wa wilaya kwa ajili ya ukaguzi na mzuri, tunaona kazi inaenda vizuri na tunategemea muda si mrefu wananchi wanaendelea kupata huduma hii. Mtupelekee salamu kwa rais, sisi hatuna cha kumpa zaidi zaidi ni mwaka huu zaidi so, ya kumpa kura za ndio zote ndani ya kijiji hiki. Namshukuru mheshimiwa Rais Samia kwa kutupa mradi wa umeme ambao sisi wananchi, namshukuru na kwa vile kwa kutupa huu mradi wa umeme ndio namshukuru, za kila sababu ya heri mbili elfu. Asante kwa kura zote za mwaka huu, mwaka elfu mbili na 2025 kufikisha kufuka mwaka 2026 katika kura zote za ndio kati yetu katika tikiti ya chama. Kura hizo najua to zote zitakwanza kwake. kwa majina anaitwa Naeli Kinyali wa katibu wa IWT kata Itete. Ningependa kumshukuru sana rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea umeme, yaani sana, tulikuwa na changamoto sana, sisi akina mama zaidi zaidi ndio tunaopata shida sana, na tunamshukuru sana sana na kazi yake aendelee tunamshukuru sana na u mradi tukiwa na wananchi tunanufaika sana na kazi ile, ya utakuta mashine sijui vitu vingine mwanga yani ndani atupa, yani zaidi zaidi ni vitu vingi vinavyonufaika kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama Samia Suluhu Hassan kutuletea hizi hela mia mbili na themanini na nne milioni, sisi hapa tungesema itope tuchange, tungeweza? Ni jambo kubwa sana limefanyika lakini siku ya kuwasha umeme niwaagize TANESCO, tukubaliane tarehe. Nilipata shida sana huko wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa, mnakumbuka? Ndio, na niliwaambia mkigoma, sasa mkiigomea serikali yenu <laughs> hamtaomba kitu kingine, kwa sababu ni serikali hiyo hiyo ambayo mtaipigia tena magoti kwenye kitu kingine. Lakini nashukuru kwamba baadaye wakaelewa. Haya, ndio nilikuwa nasema kwamba serikali kamisaa hapa angesema ah, yaani mimi kweli chama kinaenda, mimi nimesema chama, hebu nendeni tumalize shughuli ya ya uchaguzi, hayo mambo mengine yatafuata. Hawajasikia kamisaa, sasa kulikuwa walisikia tukamwambia kamisaa, sasa wapelekee umeme, wanapata umeme. Kwa hiyo siku ya kuwasha, Chama cha Mapinduzi na serikali yake tutakuja hapa tuwashe umeme ili tuzungumze nao vizuri wasije wakaanza tena kutusumbua kwenye uchaguzi wa uchaguzi huu mkuu, tunaelewana. Tutakuja hapa tupige maneno sasa, tuimbe yena yena, na mheshimiwa diwani kwa kazi kubwa uliofanya e. Kwa hiyo naomba tu wananchi hawa walikuwa na kiu kubwa sana ya kupata umeme. Kwa hiyo mi nadhani sasa mambo yamefika sasa, yameiva. Tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge, tunamshukuru sana mheshimiwa rais, mheshimiwa diwani ambaye umekuwa ukitusumbua kila siku tupigia simu kwamba wananchi wa Itope wanahitaji huduma ya umeme. Mwenyekiti wa chama sasa tuje tupige maneno hapo kwamba Mama Samia amefanya mambo makubwa, tumepata umeme, tumelewana na wananchi hawa. Wanazalisha sana kokoa kabisa sana, ni wakulima wazuri sana wa kokoa hawa hawa wa Itope hawa na Busoka kwa ujumla. Kwa hiyo wakipata na huduma ya umeme, nadhani wata hawana shida ya ya fedha ya kulipia elfu ishirini na saba haiwezi kuwashinda. Eh, vijana wangu tunataka mfanye kama kifunda walivyofanya. Si unaona kifunda walivyoitikia si ndio? Wameitikia sana na tunaomba na hapa waitikie ili tuone serikali ione kwamba hatukukosea kupeleka mradi wa umeme. Tunawashukuru sana sana. Kwa hiyo nyumba kaya ya mia moja, zaidi ya mia moja si ndio? Hey, zaidi ya kaya ya mia moja. Basi naomba mchangamkie fursa hii kabla hawa ja wajaondoka site. Yes, sawasawa jamani.